Aya muntazir jiske the din raat mo amma khul gaya roshan hui baat assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Naam, ndugu mtazamaji wa MTA Africa, karibu tena katika kipindi kile kile cha maendeleo ya maisha matakatifu ya Masihi aliyeahidiwa amani ya Allah iwe juu yake, barabara kabisa. Tuko hapa katika studio yetu ya MTA Studio Kenya, tukianza kueleza zile mafundisho ambayo tulifunzwa katika kipindi cha nyuma. Tuliweza kujifunza ya kwamba Masihi aliyeahidiwa aliendelea kuandika vitabu kadha wa kadha, lakini vilevile vile pia huyu mpendwa wetu Masihi aliyeahidiwa amani ya Allah iwe juu yake aliweza kutambua kaburi la Nabii Isa amani ya Allah iwe juu yake lipo upande gani katika dunia hii? Naam, katika kipindi kilichopita tuliweza pia kujifunza kuweza kujua kwamba miongoni mwa ishara za ujaji wa Masihi aliyeahidiwa na ukweli wake ni hii ya kwamba jua na mwezi vyote vitashikwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na bila shaka vikatokea katika muda wake na mwisho pia wa walimu wetu waliokota kwenye studio hii wakatufunza pia kuhusiana na jinsi gani wanasayansi waliweza kufanya utafiti wa sanda ya nabii huyu mpendwa Isa, amani ya Allah iwe juu yake. Naam, upande wangu wa kulia bila shaka niko na wageni wetu, ambaye ni mgeni wetu, mwalimu wetu, mkufunzi wetu ambaye majina yake ni Abdalla Haji Wanyasi. Mwalimu Sahib, karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Naam, lakini vile vile pia, upande wangu wa kushoto ambaye pia ni mkufunzi wa jumuiya hii hii ya waislamu wa Ahmadiyya Kenya, kwa majina yake ni Musa Muhammad Oponyo, karibu sana mwalimu wetu. Asante sana bwana mtangazaji. Naam, basi mada ni ile ile ya maisha matakatifu ya masihi yaliahidiwa. Mwalimu sahib, tunapata kuona kwamba masihi huyu, amani ya Allah iwe juu yake, aliendelea kuandika vitabu kama juhudi yake ya kuendeleza mahubiri na mafundisho matakatifu ya Islam katika mwaka elfu moja 1895 aliweza kuandika kitabu amin, vitabu kadha wa kadha. Je, vilikuwa ni vitabu gani na hasa maudhui yake yalikuwa ni maudhui yapi? Karibu katika kikao hiki tufafanulie kwa zaidi. Asante sana ndugu mtangazaji na, ni kweli kabisa mnamo mwaka wa 1895 Masihi Maud alaihis salam aliendelea na kazi yake ya kueneza dini tukufu ya Kiislamu, kufafanua kila kona, upande huu na upande ule, na miongoni mwa hizo juhudi, mwaka huo aliandika vitabu vinne. Mojawapo ya vitabu hivi ni kinukuu, ya kwanza ni Minanu Rahman, ambacho ni fadhila za Rahmani. Ya pili ilikuwa Nurul Quran, ambayo ilikuwa ni kueleza nuru za Qurani tukufu. Ya tatu ilikuwa ni Satpachan, ambacho kilikuwa kinaeleza ukweli wa neno neno la ukweli. Na cha nne kilikuwa ni Arya Dharmi, ambayo kilikuwa kinaeleza itikadi tukufu ya wa Aria. Kwa hivyo vitabu hivi malengo yake ilikuwa ni mbalimbali mbali. Kama kile ambacho nimetacha, cha kwanza kilikuwa ni kwa hakika kueleza kwamba lugha ya Kiarabu ndiyo lugha asili mama ya lugha zote hmm. Sasa ni bahati mbaya kwamba kitabu hiki hakikuchapishwa wakati wa Masihi Maud alaihis salaam, ya kwamba wakati kilichapishwa baadaye, lakini kilichapishwa vile vile alivyokuwa amekiandika kueleza ya kwamba lugha ya Kiarabu ndiyo lugha ambayo ni mama ya lugha zote ulimwenguni. Kwa hivyo ni kwamba hata Masihi aliahidiwa, amani ya Allah juu yake, yeye mwenyewe pia alikuwa anakipatia kipaumbele lugha hii takatifu ya Kiarabu. Naam, ndio maana akachukua jukumu la kueleza kwamba watu wafahamu ya kwamba lugha ya Kiarabu ni bora ama ni mama ya lugha zote ulimwenguni. Ama hiki cha Nurul Quran ambaye ilikuwa anaeleza, nilikuwa lijarida ambayo lilikuwa liendelee kueleza utukufu wa Qurani tukufu. Na hivi, kwa sababu ya shughuli nyingi ambazo zilikuwa zinaendelea, alichapishwa majarida mawili na haya yakakuja kuchapishwa baadaye ya kwamba ueleza utukufu wa Qurani wa Qurani. Alafu hiki ambacho ni Satpachan ambaki ni neno la ukweli, ambayo lilitambua habari ya Baba Guru Nanak ambaye alieleza ndani mambo ambayo watu wengi walikuwa hawajui. Takriban miaka mia tatu walikuwa hawafahamu habari hii ya Baba Guru Nanak. Kisha kitabu cha tatu ni kila ambacho alieleza imani ya Arya na habari ya mitala, habari ya talaka na kadhalika, nacho vilevile. Baadaye hii vitabu vyote vinne, ndugu mtangazaji, viliwekwa kwa kitabu kimoja ambacho ni Ruhani Hazain, ambacho zote zikakusanywa pale. Kwa hivyo haya yote ambayo ameyafunza, tena mwisho wa siku, vikakuwa katika ujumuisho wa kitabu kimoja, Ruhani Hazain. Naam, ndiyo, ndio. Basi mwalimu sahib, Tunapata kuona kwamba masihi huyu alikuwa na juhudi nyingi sana za kuendeleza ujumbe wa Islam, katika maandishi, katika mahubiri, mikutano na kadhalika. Tunapata pia kuona ya kwamba hata alipewa jina hili la Sultanul Kalam, kwamba maneno yake na maandiko yake ilikuwa mtu akiasikiliza hivi lazima yatamtoa taka fulani za upotevu na kumtia kwenye haki. Naam, tukiendelea pia na maisha matakatifu ya masihi aliyeahidiwa, tunapata kutambua kwamba yeye pia alipata kuomba ruksa kwa serikali ya India ya mdaule kwamba angalau waislamu wapate siku hii ya Ijumaa kwamba iwe ni siku ya likizo, lakini lengo hasa ni kwamba ili wae wataweza kufanya nini, kuswali swala ya Ijumaa kama ipasavyo. Je, katika hali hii masihi aliyeahidiwa alipitia hali gani? Asante uh, sana bwana mtangazaji. Eh, Sedna Ahmad alayhi salatu wasalam, kama masihi wa muhammadi sallallahu alayhi wasalam, jukumu lake ilikuwa ni kuwahudumia wanadamu wote, hususan Waislamu bila kujali madhehebu yao, kabila yao, au rangi. Ndiposa ujumbe wake ulilenga kila mtu na kila Mwislamu. Kwa hivyo, Sedna Ahmad alayhi salatu wasalam kama mtumishi wa Waislamu wote akajukua jukumu la kuomba serikali ya Uingereza wakati ule katika India kwamba iruhusu waislamu wapate nafasi ya swalatul juma, yani siku ya Ijumaa iwe ni siku yao ya kuenda kuswali. Kwa hivyo akaanza mpangilio wa kutengeneza ombi hili, na akachukua sahihi kutoka kwa watu wengi, waislamu wengi, ili kwa pamoja wapeleke ombi hili kwa serikali lakini inasikitisha kwamba bwana mtangazaji, kwamba baada ya hizi juhudi zote Sayyidina Ahmad alaihi salatu wassalam, baadhi ya viongozi au baadhi ya mashekh kwa sababu ya ile wivu na chuki, yani kuona kwamba jambo nzuri limeanzishwa na mtu ambaye hawampendi ha, ha, hawa, basi walipinga swala lile. Kwa hivyo serikali ilipoona kwamba hawa watu hawana umoja, bali vale hawasikizani katika ombi hili, serikali likatalia mbali. Lakini baada ya Sayyidina Ahmad alaihi salatu wassalam kufariki pia jambo hili bado lilikuja wakati wa khalifa wake wa kwanza Al Haji Hakim Nuruddin radhiallahu anhu. Tena jambo hili lilikuja na kwa mara hii, baada ya hawa Waislamu wote kuona faida ile, jambo ambalo Sen Ahmad alah salam alikuwa ameanzisha, basi wote wakatia sahihi na wakaenda kwa pamoja na lengo moja, na serikali ikakubali ombi lile. Lakini hata bado inasikitisha kwamba Waislamu ambao Sen Ahmad alahi salam aliwashughulikia na nakuwatafutia ombi hili hawakuchukulia siku hii muhimu na wakawa watu wachache tu wanaenda Ijumaa. Kwa hivyo unaweza kuona kwamba bwana mtangazaji Sarislam alikuwa na yale mapenzi ya kuhudumia Waislamu katika roho yake, na ndio maana hakujali kwamba hawa wananipinga au wananifuata, akawa na watetea wote kwa jumla Mashallah. Hiyo kwa kweli ni kazi ambayo Masihi aliahidiwa alitaka ifanyike, ili kwamba kila Muislamu angalau aweze kupata nafasi ya kumkaribia Mola wake hasa siku hii ya Eid. Siku ya Idi ndogo, siku ya Ijumaa, ndiyo. Ndiyo, ni jambo zuri kulingana na maelezo ya dini, kwani tunaambiwa kwamba hata ikikaribia tu mda wa wakati wa satuljuma tufanye tuwahi, kwa ajili ya nini? Nesana. ya ile swala naam. Na mwalimu sahib, tunapata kufafanuliwa ya kwamba huyu Masihi aliahidiwa, amani ya Allah ya juu yake, ataenda kuhudhuria eh, ule mkutano wa dini zote kule Lahore, lakini pia makala yake yatapata nini utukufu na heshima ya hali ya juu. Je, hebu tueleze kuhusiana na mkutano huu mwalimu sahib. Asante sana ndugu mtangazaji naam. Ni kweli ya kwamba mwaka wa 1896 kulitokea ya kwamba walipanga mkutano wa dini zote na wa, e, walipendekeza ya kwamba mkutano huu ambao umepangwa uhudhuriwe na viongozi wa dini mbalimbali Wayahudi, Wakristo na Waislamu. Mbali ya kwamba Saidina Ahmad alaihi salam vilevile alialikwa. Hata hivyo, waislamu walialika kwamba wakina Muhammad Huseini wa Batalwi, wakina shekhe, shekhe Abu Yusuf wote walialikwa kwamba waeleze mambo mbalimbali. Kwa hivyo walipendekeza maswala matano ambayo yatajadiliwa katika mkutano huyo. Niulize labda kwa faida ya watazamaji kabla tuendelee kwa mapendekezo matano ni nani hasa ambaye aliwaalika hawa watu wote, waliwataja pale? Kwa sababu hii, huu mkutano ulipendekezwa na Arya no. na kiongozi wao Swami Swami Chandar ndiye ambaye kwa hakika alifika, nikizungumzia kuhusu Masihi Maud alaihis salaam, ndiye alifika kwa Masihi Maud alaihis salaam, akimwalika katika mkutano huu, na bila shaka Masihi Maud alaihis salaam akakubali, ama akaitikia ombi lake ya kwamba naye apate nafasi ya kutoa khutba ama mm, ashiriki katika kujibu maswali haya matano yeah. Nilisema kwamba maswali yalikuwa matano yeah. La kwanza likiwa ni hili ya kwamba kila mmoja ambaye ali alikuwa alihudhuria alikuwa aeleze tu maswali matano kuthibitisha utukufu wa dini yake okay. La kwanza lilikuwa ya kwamba hali za binadamu za maumbile, hulka na roho. La, la pili likawa ni hali ya mtu baada ya kufa. Ya tatu ni shabaha ya maisha. Nini shabaha ya maisha ya binadamu katika dunia, na ni njia gani ya kupata hiyo shabaha ya maisha? Ya nne, nini athari ya vitendo katika dunia na akhera? Na ya tano lilikuwa ni zipi njia za kupata elimu ya kiroho. No. Sasa unaona kwamba haikuwa tu ya kwamba ni mjadala amba, ni mazungumzo ambayo utafika pale na uanze kuzungumzia chochote kile. Hapana, ilikuwa na mipangilio ya kwamba uzungumzie hili na hili na hili sawa na mafundisho ya dini yako. Kwa hivyo Masihi Maud Alaihis Salaam akapata nafasi ya kumteua Bwana Abdul Karim Sialkot Radiallahu Anhu ya kwamba awe yule ambaye ataenda kusoma makala yake haya. Makala baadaye yaliandikwa hasa kwa njia ya kitabu ambayo kilijulikana kama Hekima ya Mafundisho ya Dini Tukufu ya Kiislamu. Si kabla ya mkutano, siku chache kabla ya tarehe 26, 27, 28, nasema udha, alisema alipata ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambao ulimwambia kwamba makala yako yatapata ushindi, na kwa njia hii, kwa kuamini aliyokuwa anaamini kuhusu ufunuo wa Mwenyezi Mungu, aliandika mabango mbalimbali akieleza mbali ya ya kwamba hutuba yangu itapata ushindi, hutuba yangu itapata ushindi, hutuba yangu, yangu itapata ushindi, na alipachika katika sehemu ya Lahore, ilimradi ya kwamba watu walianza kuyasoma kwamba ameshatangaza kwamba atapata ushindi. Sasa wakati ilipofika siku ya kwanza, watu wengine walihutubia. Siku ya 27 ilikuwa ndiyo siku hasa ya hutuba ya Masihi Maud alayhis salam kusomwa na huyu bwana Abdul Karim Syalkoti. Naam. Inasimuliwa ya kwamba hutuba ilikuwa ianze saa saba na nusu. Kabla yake kulikuwa mzungumzaji mwingine na kabla ya hotuba hii ilikuwa watu wakae angalau dakika thelathini za kupumzika, lakini las hivyo, wakati walisikia kwamba hutuba inayofata ni ya Masihi Maud alaihis salaam, watu hawakunyanyuka hata kwenda kwa ile brek ama mapumziko, bali watu walifika kutoka mbali kwa, kwa bashasha, kwa hamu kutaka kusikiliza hutuba ya huyu Masihi Maudh alaislam. Kwa hivyo hutuba ikaanza saa saba na nusu, na nusu, na nusu mpaka saa tisa na nusu na bado ilikuwa tamu kiwango hiki ya kwamba watu wakasema ya kwamba wana hamu ya kutaka kuendelea kusikiliza. Huyu bwana Abu Yusuf Shekhe huyu alikuwa ni afate Saidna Ahmad alayhi salam katika hutuba lakini akaona kwamba sasa hana la kuongeza. Akasema kwamba hii nafasi yangu basi ipewe Saidna Ahmad alayhi salam aendelee kutoa hutuba, na ikaendelea kusomwa hutuba hiyo kwa masaa matatu lakini bado watu walikuwa wametulia kabisa na huku wakishangilia hutuba hivi, ya kwamba wakati waliona kwamba masaa matatu yametimia lakini bado hutuba ipo, akasema kwamba basi wakaona kwamba ni kidogo Se, uh, huyu bwana Abdul Karim akasema kwamba angalau nikipewa nafasi ingine basi hii hutuba nitaimalizia. Watu wote kwa pamoja wakasema kwamba tunakubali ya kwamba apewe nafasi angalau tusikilize hii hutuba yote. Kwa hivyo, ndugu mtangazaji, ni ya kwamba hii, hii mkutano kwa hakika alivyokuwa amesema Masihi Maudha alislam, hata huyu bwana Swami Chandari mwenyewe wakati hutuba ilikuwa inakamilika, akasema kwa utulivu ya kwamba hii hutuba imeshinda makala haya yote ya kwamba sawa na ufunuo wa Masihi Maud Alaihis salam ikatimia. Mwanzo mwanzo tu ya kwamba, baada ya kikao, huyu msimamizi akasema kwamba hii hutuba ndiyo imeshinda makala yote. Naam, tunapata kufahamu kwamba sio tu yule aliyekuwa anahutubia hutuba hiyo alikuwa na furaha ya kuendelea kuhutubia, lakini hata wasikilizaji walikuwa na hamu kwamba huyu mwenye kuhutubu aendelee tu sababu maneno ambayo yanazungumziwa pale kama tulivyosema yalitokana na kinywa cha huyu Sultanul Kalam, mfalme wa maneno, ambaye si mwingine bali ni Hadhrat Masihi Maud alaihi salatu wassalam. Na bila shaka ni kama watazamaji wana hamu ya kuendelea kusikiza nini kiliendelea katika kipindi hiki cha mkutano wa kidini kule le Lahore. Mwalimu Sahib, umpangilio wa ile mkutano wote ulienda vipi? Asante uh, sana bwana mtangazaji. Tumeshasikiliza kutoka kwa mwalimu sabu namna hali ilivyokuwa pale mkutanoni. Kwa hivyo mkutano ulipangwa tarehe ishirini na sita saba na nane Disemba. Naam. Kwa hivyo Seina Ahmad alaihi salatu wassalam akatangaza kimbele kwamba amepata ufunuo au amepata wahi kwamba makala yake itashinda makala zingine zote na baada ya kutangaza hivi akaanza ku, ku, ku, ku, kubandika makaratasi za matangazo kwamba makala yake itashinda, siku tano sita kabla ya mkutano. Unaweza kuona namna alivyokuwa na yakini na ile ufunuo ambayo alikuwa akipata kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba kila mtu amejitayarisha vizuri, lakini yeye anatangaza kimbele kwamba makala yake itashinda, na siku tano sita kabla ya mkutano akaweka aka yale, yale mabango. Kwa hivyo akatabiri vile vile kwamba katika hali ya ghaibu kwamba mkono mmoja ulitoka katika haibu ukapiga juu ya nyumba yake, na katika lile jumba kukatokea nuru ambayo ilizambaa ili, ili katika sehemu ili, ili, mbalimbali, pia na ile nuru ikauguza mkono wake mm -hmm. Na pale karibu naye kulikuwa na mtu amesimama pale, ambaye akatoa sauti akatangaza kwa sauti, Allahu akbar harbat haibar, kwamba Mungu ni mkubwa, hakika Haibar imeanguka ime kwa kufasiri njozi hii Sidna Ahmad alaihi salatu wassalam anasema kwamba ile nyumba au jumba ni roho yake, ambamo hushuka ufunuo Quran Tukufu, na Khaibar ni zile dini ambazo zimechanganyika ndani bidha na kwamba na shirki na kwamba dini binadamu amefanywa kuwa Mungu katika dini hizi, au ile heshima ya Mungu au hadhi ya Mungu imeshuka. Kwa hivyo, Sidna Ahmad alaihi salatu wassalam akasema kwamba ni ishara wazi kwamba makala yake atakayosoma pale itakuwa ni yenye kushinda makala zingine zote. Vilevile vile, akapata ufunuo mwingine katika hiyo hali uliosema kwamba inallaha maaka inallaha yakumu aina ma kumta kwamba hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja nawe na Mwenyezi Mungu anasimama pale unaposimama. Kwa kufasiri hii ruya, Sayyidna Ahmad alaihis salaam anasema kwamba ilimaanisha kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu ulikuwa pamoja naye. Kwa hivyo akawa Sayyidna Ahmad alayhi salatu wassalam kwa kimbele amebashiri kwamba makala yake ndio itakayoshinda makala zingine zote, na kulingana na vile hali ilivyokuwa na vile tulivyotangulia kusikiza ni kwamba ikatokea vile vilevile, na bila shaka inaonyesha jinsi Sayyidna Ahmad alayhi salam alivyoamini katika wahyi wa Mwenyezi Mungu na vile Mwenyezi Mungu pia alivyosimama pamoja naye kutimiza ule ukweli wake. Mashaallah, basi bila shaka ukweli wa Masihi aliyeahidiwa katika kila mpangilio wa maendeleo ya maisha yake uliweza kubainika waziwazi wazi. Yeah. Tukirudi kwako mwalimu Sahib, tunapata kuona kwamba kuna hisia kadha wa kadha za wale watu ambao walikuwa wamehudhuria kwenye kikao, pindi huyu bwana Molvi Abdul Karim Sialkoti radhi ya Allah iwe juu yake alipokuwa anasoma ile makala ya Masiyali ya lahidio. Je, hizo hisia zilikuwa za aina gani? Asante sana ndugu mtangazaji vile nilivyotangulia kuzungumzia hapo mbele ya kwamba watu walianza, walikuwa na ile hamu ya kwamba kabla ya huyu bwana Abdul Karim Wasialkoti ku, ku, kuanza kusoma makala haya kulikuwa na nafasi ya kupumzika karibu nusu saa. Yes. Lakini watu hawakunyanyuka katika vile viti, walikaa na sio tu kukaa, bali watu waliendelea kumiminika wasomi kwa wasiokuwa wasomi, maprofesa mainjinia na wacha viti. Ilifika mahali viti vikaisha ndeo. watu wakabaki wamesimama, lakini wametulia, wanasikiliza hiyo spichi ama hutuba ya uh, Masihi Maud alaihis salam. Kwa hivyo hisia hizi zilitokea wapi? kwamba hutuba ya Masihi Maud alaihis salam ilianza saa saba na dakika ama saa saba na nusu mpaka saa tisa na nusu hivi, lakini vi, zile sauti zilikuwa zinasikika kutoka kwa wasikilizaji wa, wa, wa zilikuwa za kushangilia, za kuongeza hamu, mpaka nilivyosema kwamba hata yule mwongeaji wa ba, mwenye angefata Abdul Karim Sialkoti akaachilia nafasi yake kwa ajili ya huyu m, Abdul Karim aendelee kusoma. Kwa hivyo nini ilitokea? Hisia hizi ziliendelea mpaka katika majarida mbalimbali -mbali. kama vile majarida mbalimbali -mbali yaliandika kuhusu mkutano huu na nikikariri sehemu moja ya hisia hizi kutoka kwa magazeti inasemwa kwamba gazeti maarufu la Lahore la kizungu Civil and Military Gazette, liliandika yafuatayo Civil and Military Gazette gazeti liliandika yafuatayo lakini wasikilizaji walivutika kwa moyo wote kwa hutuba ya Mirza Gulama Ahmad wa Qadiani, ambaye ni muhariri kabisa wa kuihami na kuitetea Islam. Kisha anaendelea kwa kusema kwamba kwa kusikiliza hutuba hiyo, halaiki ya wafuasi wa madhehebu mbalimbali walimiminika kutoka mbali na karibu. Kwa kuwa Mirza sahibu hakuweza kuhudhuria basi, bwana Abdul Karim ndiye aliweza kusoma. Unaona kwamba hili gazeti tayari likasema kwamba watu walimiminika na wakaweza kuona kusikiliza hotuba hii kwa umakini na kadhalika, na vile vile hata magazeti yale ambayo yalikuwa yanatolewa na watayarishaji wa mabaniani vilevile vile yaliandika habari ifuatayo. Kwa hivyo ni kwamba ujumbe huu uligonga vichwa vya habari ujumbe huu sio tu ya kwamba uliishia pale pale mkutanoni, bali ya kwamba hata wale ambao hawakuweza kuhudhuria mkutano walipata ujumbe huu kupitia kwa magazeti, kwa vyombo hivi vya habari kama hilo gazeti, na vile vile wala hata mabaniani ambao hawakuweza kuhudhuria mkutano huu walipata kutokana na gazeti lao ambayo liliandikwa na na bania, m, nini, magazeti yao ya kibaniani ndio ambayo nilikuwa nataka kwamba angalau nisome sehemu kidogo, ni nukuu sehemu no. kidogo ya hilo gazeti ambayo lilisema baada ya hutuba alikuwa na nafasi ya nusu saa ya kupumzika, lakini kwa kuwa baadaye ilikuwa imepangwa hutuba ya mwakilishi maarufu wa Islamu, hivyo mashabiki wengi hawakuinuka kabisa. Muda mwingi ulibaki kutimia saa saba na nusu, lakini uwanja wenye wasaa mkubwa wa chuo cha Islamia ulijaa kabisa katika dakika chache ilikuwa ni hafla ya watu wapatao elfu saba hadi elfu nane elfu saba hadi elfu nane mradi wake ni ya kwamba inaonekana ya kwamba hata baada wakati wa masihi maudha alah salam umati uliongezeka zaidi kuliko ule ulikuwa kabla ya hutuba ya masihi maudha alah salam ndiyo ndiyo basi bila shaka mwalimu sahib hii jambo tayari jinsi anavyolifafanua mwalimu wetu ni kwamba hisia zilijaa sana na bila shaka ilikuwa ni hisia ambazo ni za athari nzuri, kulingana na kwamba watu walizidi kuja na kuja kwenye kikao kile, lakini pia wakataka huyu Abdulkarim wa Sialkoti, radhi za Allah ziwe juu yake, apewe muda zaidi na zaidi, ili kwamba aendelee kutupatia hii nuru ya mafundisho ya Kiislamu. Naam, katika hali ya uchache zaidi mwalimu mpendwa, tungependa pia utujulishe kwamba tulijua kwamba kuna wanazuoni ambao walihudhuria kile kipindi cha mkutano um, wa kidini pale je hisia za wanachuoni wale zilikuwa ni zipi katika hali ya uchache tu asante sana bwana mtangazaji haya yote tunayaona na hizi uchangamfu tunaousikia ni kitu ambacho Sayyidna Ahmad alaihis salaam al al alisha tabiri mapema kwamba makala yake ita, itashinda kwa hivyo unaona kwamba tayari matokeo yake inadhibitisha ile njozi au ule ufunuo ambao masia aliahidiwa aliupata mapema kabla ya mkutano na kabla ya makala kusomwa. Kwa hivyo magazeti na vyombo vya habari mbalimbali, namna Mwalimu Saba alivyotangulia kusema, waliendelea kutoa maoni yao mbalimbali mbali kuhusu yale makala Adhi. Na katika gazeti la the, the, the Book Notes linasema kwamba haya makala yalikuwa ni mazuri yenye kufutia ya dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unaona ile gazeti linasifia lina, lina, lina, yale makala vilevile vile kuna ile Indian Review ambayo ilisema kwamba haya makala yalikuwa ni mazuri yenye kupendeza yenye kuvutia na maneno yake yanang'aa na yamejaa hekma. Vile vile kuna ile Bristol Times na Mira ambayo yaliandika kwamba mtu anayewahutubia Ulaya na Uingereza namna hii hawezi kuwa mtu wa kawaida. Yani, unajua Uingereza na Ulaya ni nchi ambazo zinaheshimika, zime, zina nguvu. Kwa hivyo kusimama mbele yao na kuwahutubia si kazi rahisi. Kwa hivyo hili gazeti inasema kwamba mtu aliye na ujasiri wa aina hii si mtu wa kawaida. Na ni kweli kwamba hakuwa ni mtu wa kawaida bali alikuwa ni mtu aliyepata msaada wa Mwenyezi Mungu katika kazi yake. Na vile vile bwana mmoja ambaye si Muhammadia naye alikuwa na haya kusema. Katika hutuba zote hutuba iliyo nzuri zaidi ilikuwa ili, iliyokuwa roho ya mkutano ilikuwa ya Mirza Ghulam Ahmad wa Kadiani ambayo ilisomwa na mwenye ufasaha Maulawi Abdul Karim wa Sialkot kwa njia nzuri sana. Hutuba hiyo ilimalizika katika siku mbili, ilisomwa kwa masaa manne tarehe 27 Disemba, na kwa masaa mawili tarehe 29 Disemba, ikakamilika kwa masaa sita kwa jumla, ambayo inaelekea kujaza kurasa kubwa mia moja hivi. Ili mradi Maulai Abdul Karim alianza kusoma hutuba hiyo. Lo, ilikuwa ni vizuri sana. Alianza kuisoma, wasikilizaji wakajazwa na upendo wa ajabu, sauti za furaha na sifa zikasikika kila kifungu la maneno liliposomwa bali wakati mwingine wasikilizaji wakaomba maneno fulani yarudiwe kusomwa. Maisha mazima masikio hajawahi kusikia hutuba nzuri ya kupendeza kiasi hiki. Bwana mtangazaji, unaweza sikiliza kwa maneno ya huyu bwana ambaye hata hana uhusiano na Ahmad alaihis salam. Anasema kwamba maisha mazima watu hawakupata kusikiliza hutuba nzuri kama hii. Inadhihirisha wazi namna haya makala yalivyoshinda kutokana na maoni ya hivi vyombo vya habari. Bwana mtangazaji, naam, shukran sana kwa maelezo haya ambayo yamefafanua vyema kwamba hata wanachuoni wanahabari na kadhalika walikuwa na hisia nzuri sana kuhusiana na matokeo ya hutuba hii ya Masihi aliyeahidiwa amani ya Allah ya juu yake. Naam, wapendwa wangu walimu, karibuni sana kwenye kipindi hiki, kwani bila shaka mimi binafsi pia nimefaidika sana kulingana na elimu hii ya Masihi aliyeahidiwa ambayo metufundisha kwa leo hii, hasa kutokana na kitabu hiki cha hekima ya mafundisho ya Kiislamu. Na watazamaji, ningependa pia kuwakumbusha kwamba leo hii tumeangaziwa mambo ya msingi ya ushindi wa Masihi aliyeahidiwa amani ya Allah iwe juu yake, kutokana na maandiko yake, ambaye alitabiri hata kabla ya kwenda kwenye ule mkutano, ni jinsi gani Masihi alikuwa na ujasiri kutokana na ukweli wa ufunuo ambao anapata kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Naam, ndugu zangu, ningependa kuwasihi pia kwamba tuendelee kuvisoma vile vitabu ambavyo walimu wetu wametueleza hapa lakini pia hiki kitabu cha hekima ya mafundisho ya Kiislam tukipitia vile vile. Mpaka hapa, ningependa kuwaaga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu kadia se chali ek zinda hawa khil gaye sare alam mein gul khushnuma